Naam nite Madema, au Dr. Maganga, ndugu zangu, leo nimekuja kukufundisha dawa ya mgamba. Hii dawa ninayokufundisha ni dawa ya kwenda kuosha mizimu pamoja na majini. Maana ya kuosha mizimu pamoja na majini ni kuiongezea nguvu mizimu yako pamoja na majini, lakini dawa hii inakupa faida nyingi, na faida hizi ni faida nzuri, kwa sababu kuna watu mpaka leo wanahangaika wakipandisha mizimu au majini hawaongei. Lakini pia kuna watu mpaka leo hii eh, akilala usiku akiota ndoto akiamka asubuhi haikumbuki. Lakini pia hii dawa inakuja kukusaidia wewe mganga eh, yaani wewe mganga leo ukilala usiku kiota ukiamka asubuhi ukumbuki, lakini wewe mganga, leo unakwenda kununua dawa dukani, ndio unakuja kutibia wagonjwa wako, kwa sababu ukilala usiku mizimu yako imepoa haikuoneshi, dawa haikuelekezi ukachimbe dawa gani na dawa gani, ili uweze kusaidia wagonjwa wako. Ukianza kuitumia dawa hii ya mgamba inakwenda kukusaidia wewe kuweza kujua Eh, ni dawa gani na ni dawa gani ili uweze kuweza kutibia wagonjwa wako. Na ukitumia vizuri hii dawa, hata mgonjwa anayekuja anayekuja unamwona na unajua na dawa zake za kumtibia tatizo lake unakuwa nazo, yani unajua mapema, kwa sababu unapokwenda kuinua mizimu yako, kuipa nguvu na majini wako, tayari wanakuwa wamesha kupata nguvu na wanakuelekeza kila kitu. Haina haja ya kwenda tena dukani kwenda kununua dawa zaidi utakuwa na kwenda polini, unafika, unachimba dawa zako, unarudi nyumbani, unafanya kazi nzuri ya kukaa na kutibia watu. Tutumie dawa na dawa zipo na zina nguvu, na hizi dawa hata mimi natumia mgamba. Ni dawa nzuri, inakwenda kukunyooshea mizimu yako, inakwenda kukufungulia mizimu yako, inakwenda kukunyooshea njia zako zote za matambiko, mizimu yako inakwenda kusimama vizuri na majini wanasimama vizuri. Dawa hii unatumia kuoga na kujifukiza. Kwa manuizi oga kwa kutumia sifuria nyeupe ambayo haijaingia jikoni, ndio unatakiwa uogee hiyo. Ukimaliza hapo, jifukize, nenda kalale. Utaanza kuona mipangilio inakaa vizuri.